Yanga on Fire bado wanaendelea na utaratibu wao wa kusajili wanachama wapya kupitia tawi lao hili. Wanakaribisha wewe shabiki ambaye bado hujafanya maamuzi ya kujisajili, unakaribishwa kuja kujisajili kupitia tawi la Yanga on Fire, tawi lenye nguvu na ushawishi, tawi lenye kutoa kila aina ya hamasa pale ambapo timu yetu ya Yanga inapocheza. Niko na kiongozi mwandamizi wa tawi hili, atatupa utaratibu mzuri kwa yule shabiki ambaye bado hajajisajili nini anatakiwa kuwa nacho ili aweze kuwa sehemu ya familia hii ya mabingwa mambo vipi kiongozi asiye fresh, mambo ni aje? Sema na mashabiki wale ambao bado hawajafanya maamuzi ya kujisajili. A, mashabiki wa pande zote za Dar es Salaam Tanzania, a, kabla hujajisajili, kama unatafuta tawi zuri lenye vibe kwa ajili ya kusapoti klabu yako ya Yanga, Yanga on fire ni sehemu salama. Kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho ni vitu viwili, kama sio vitatu. Cha kwanza uwe na shilingi 31 uwe na passport picha, uwe na NIDA unakutana na kiongozi wetu katibu Mido. Namba zake zitashuka hapo chini, utaziona. Utakuwa moja kwa moja ni mwanachama wa Yanga na ni mwanachama wa tawi la Yanga on fire. Kiongozi ameielezea kwa mapana na marefu, mwenye sikio na asikie. Tunawakaribisha wanachama wapya kuja kujisajili kupitia tawi la Yanga on fire, tawi lenye nguvu na ushawishi, tawi lenye kutoa kila aina ya hamasa pale ambapo timu yetu ya Yanga inapocheza sisi yao Yanga on Fire, moto kote mbali. Yanga on Fire, moto kote mbali. Ujanjani kujisajili kadi bila malipo, mzigo awi awi. Tunapiga kichwani, tunapiga kichwani, hala